Kazi ya pili inakupa nguvu ya kupona magonjwa na madhaifu, hata kama yamekaa muda mrefu. Nimekuambia kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke, kati ya watu wanatakiwa waumwe muda mrefu ni wanaume, kwa sababu hii anointing hawana, ni mpaka waombewe. Mwanamke, Mungu amekupa uwezo wa kupona magonjwa na sio tu magonjwa long term problems. Hiyo ni anointing ya Holy Spirit kwa mwanamke. Mungu amekupa uwezo wa kupona, na huku kupona sio tu magonjwa, kuleta healing ya mazingira. Inaweza ikawa ni uponyaji wa mahusiano, inaweza ikawa ni uponyaji wa biashara, inaweza kawa ni uponyaji wa huduma. Yani chochote kilichoingia dhoruba, mwanamke ana anointing ya ziada kuleta uponyaji hata kama imekaa muda mrefu Bwana Yesu asifiwe yuko mwanamke mmoja kwenye Biblia maandiko anasema alikuwa anatoka damu miaka kumi na mbili sasa kama ulikuwa ujui kwa Wayahudi bleeding ni najisi hata kama imeumbwa na Mungu wakati una bleed unatoka katika utakaso kwa lazima uwe abomination kitu kilichokataliwa, mpaka ujitakase. Na kulikuwa sheria yao, ukimaliza zile siku unakaa siku kadhaa za kujitakasa, kwa sababu ni mchafu. Ndio maana wasoma Biblia, mnajua Bathsheba alipokuja na kwa, kwa Daudi, maandiko nasema alikuwa ameshamaliza kujitakasa, maana alikuwa ameshamaliza hedhi na zile siku za, za kuwa msafi. Sasa imagine huyu mwanamke 12 good years seko inazunguka mara moja kwa mwezi, na unafahamu kabisa zile siku tatu mpaka tano ni changamoto. Sasa ngoja niwafundishe sayansi, nichanganye na kiroho. Biologically, bleeding ni 3 to 5 days. Ukiona unazidi unakwenda 7, kuna ishu ya rohoni hapo ya kushughulikia. Kuna mtu ananielewa? Umenielewa kitu nazungumza? Bleeding ya kawaida ni 3 to five days ukiona inafika sita kwenda saba, kuna suala la roho. Na kama hamjui swala la roho, roho nyingi zinakula nini? Zinakula nini? Roho nyingi zinakula nini? Damu. kwa hiyo either damu itafutwa kupitia ajali, either damu itafutwa kupitia mimba za watoto wadogo. Ndio maana kati ya maeneo yanaongoza kwa wachawi ambao wamejivisha tasnia ya ukunga ni mahospitalini. Ndio maana wanawaambia wa mama wakati unakwenda kuzaa make sure unaombea mchakato wa kuzaliwa wa kuzaliwa mtoto wako. U, Mungu akuandalie wa mkunga wa kwake, kwa sababu kuna wengi wanamsubiri mtoto wako. kuna mtu ananielewa. Usifikiri imeanza leo, ilianza Misri. Farao aliwaambia wale wakunga, watoto wa Israeli akiwa anazaa tu uwa wakawambiaa tunashindwa kwa nini? Nasema wanazaa kabla, yaani kabla hatujaenda kuwaua wameshazaa. Kwa hiyo na wewe ukiwa una mimba ukiwa naenda kuzaa kuza, mwambie Mungu afanye kitu mapema kabla ya mpango wa Ibilisi kufanyika. Kuna mtu ananielewa. Hila ipo na kufundisha mambo ya rohoni magumu kidogo Bwana asifiwe! Sasa imagine huyu mtu siku zile tatu mpaka tano zinavyokutesa wewe, wewe zinavyokutesa, unashindwa kwenda kazini, unalala na maji na, na kile lidude la maji unachoma huku, unalalia huku, unalalia huku. Wengine mnakula ma brusco pan, mna, mna pain killer mnayagonga kwa sababu ya maumivu ya siku tatu mpaka tano mwenzako miaka kumi Mungu anasema, Biblia inasema, yule mwanamke akasema, nitaenda kugusa pindo. Mwanaume asingewaza hivyo. Hivyo nenda kaangalie, wanaume wote waliokwenda kwa Yesu walimfesi Yesu red handed. Mwalimu nina dogo anaumwa kule nyumbani, wala usije sema neno. Yule mwanamke alisema, sihitaji kujulikana. Piga makofi kwa wanawake. Yule mwanamke alisema sihitaji kujulikana, kwa sababu mimi najua sihitaji kuongea naye, sihitaji anione, sihitaji watu wajue. Nikigusa pindo, everything is over. Hiyo upako amepewa mwanamke. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Leo hii Roho Mtakatifu anakupa wazo la biashara hata wiki mbili wazo halina hata mimba ya miezi miwili wazo halina. Umeshaanza, nimeota usiku, nataka nifungue duka, nataka nifungue hichi. Mwisho wa siku kila unachowaza hakitokei, mimba zinatoka za biashara zako, kwa sababu hujajifunza kunyamaza. Umenielewa? mwambie mwenzako, jifunze kunyamaza. Mwambie kamdomo katakuwa hako, kamdomo katatoa mimba zako. Kuna mtu ananielewa. Mungu amekugusa umetoa shilingi fulani kanisani, mpaka uende kwenye maiki? Kama hujaitwa usiende kwenye maiki. Fanya kitu Mungu aone, sio lazima watu wajue. Bwana asifiwe, Mungu amenigusa, nimetoa, nimeona nimsaidie mchungaji. let me tell you, maisha yako ya uwazi yanategemea sana maisha yako ya sirini. Jenga maisha yako ya sirini sana, ili uwazi uonekane. Kwa sababu gani? Waswahili wanasema debe tupu aliachi kuvuma Ukiona mtu anaongea sana, vepa nothing, hakuna kitu. Wenye vitu vyao wametulia, wenye ndoto zao wananyamaza, wenye ndoto zao wamenyamaza. Bwana akubariki sana. Ukiona mtu anaongea sana, hamna kitu. Ndio maana nikapost juzi nikasema nika, hii dunia inataka watu wanaojua wa vitu, sio wajuaji. Kuna mtu ananielewa? Hii dunia inataka watu wanao wa Unajua vitu, sio sasa wewe umekaa hapa mdada, kila kitu unajua. Wewe kanisa lilianzishwa lini unajua. Wewe mama mchungaji amesafiri ameenda wapi unajua. Wewe mchungaji anaumwa ugonjwa gani unajua. Wewe dada fulani ameachika lini unajua. Wewe anatembea na nani unajua. Wewe wewe ana ugomvi na nani unajua. Wewe wewe huna tofauti na pepo. Bwana asifiwe sana na mpaka sasa hivi utajua Mauki amepewa shilingi ngapi pale, utataka hujue, naongea na mtu eh? Na Mungu amekupa uwezo wa kuleta healing. Sasa naomba niwaambie, wakapewa na ni mwambi, wakape wana watoto hapa wa? Mtoto ambaye ni single mother anayekuzwa na mama ana utofauti mkubwa wa utofauti wa asilimia sitini, tofauti na mtoto aliyekuzwa na single parent ambaye ni baba. Kwa nini? A man alone is never a parent. Mwanaume peke yake hajawahi kuwa nani? Mlezi sio mzazi, anaweza kuwa mzazi, kwa sababu zoezi la uzazi ni biological. Mbegu ya mwanaume ikikutana na yai la mwanamke inamfanya huyo anakuwa mzazi na huyo anakuwa mzazi, whether ana kichaa au hana kichaa amepagawa hajapaga, kwani mjawe kuna mapichao anaokota makopo, wanamimba. Mzazi ni biological, mlezi ndio responsibility. Tuna wazazi wengi, walezi wachache. Kuna mtu naongea. Kwa hiyo Mungu akikupa custodianship ya watoto kuwa kwako, hakikisha ume raise nation. Watch out maneno naongea na mtoto wako hata kama ni joke. Kuwa makini sana mtoto wako kabla hajakwenda shule asubuhi usimwambie tu dada mpeleke gari limekuja shame on you amka kitandani mshike mtoto wako weka mikono pale kichwani mwambie hutokufa bali utaishi utavaa uniform na jola la chuo kikuu iko siku nitakuja kwenye graduation yako hautaumwa kabla, kabla, hautakufa kabla ujagraduate mimi mama yako nitaona harusi yako mimi mama yako nitaona send off yako ndio mama yako, sijaolewa lakini mtoto wangu utaolewa katika jina la Yesu. Mimi mama yako, sina ndoa, lakini mtoto wangu utaingia kwenye ndoa katika jina la Yesu. Ndio, mimi mama yako, sijajenga lakini mwanangu nitaona nyumba yako katika jina la Yesu. Naomba nikwambie, mwanamke uliweko hapa, kama hausemi hayo maneno, kuna watu wanayasema kwa mtoto wako. Ulimwengu wa roho huko hivi it matters who comes early. Kuna mtu ananielewa? Ulimwengu wa roho uko hivi, ina mata nani anakuja mapema Watu wa Mungu, mimi huwa nakimbia saa kumi na nusu kutoka chuo kikuu, nakimbia barabarani, ninaona nyanya na nazi zinazopasuliwa. Hakuna nazi inapasuliwa saa mbili asubuhi, zinapasuliwaga mapema. Kwa sababu gani? Watu wa ufalme ule wanajua kanuni ya kiroho, ni nani anawahi. We unaamka saa mbili asubuhi unarekebisha brazia yako, Mungu nilinde leo. Kuna mtu kaamka kumi ameshatangaza, anayepita kwenye barabara hii ninaomba neema yake na kibali chake kipite kije kwangu. Wewe umechoka, umeamka tu. Naomba nikwambie, maandiko yanasema hivi: kuanzia wakati wa Yohana mpaka leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Biblia ya Kiswahili imekosa maneno, imesema unatekwa na wenye nguvu. Biblia ya Kiingereza inasema the kingdom of God is suffers violent, yani unatekwa na wenye fujo wasio taka. Ukimya, watu wenye kuharibu mambo. Bwana Yesu asifiwe. Mume wangu ana cheti sana. Mume wangu ana matatizo. Mume wangu unamwongea huko na huko na huko na huko. It will never change anything. Nenda kwenye kitanda chake, shika mto wake mwambie hapa anapolala kichwa, kama vile Yakobo alivyoweka kichwa kwenye jiwe, nasemea mto huu, tabia itabadilika katika jina la Yesu. We badala ya kuongea na mto unaongea na watu, umepungukiwa akili? Am I talking to a a woman? Yeah. Am I talking to a woman? Yeah. Mungu amekupa anointing ya kuheal. Bwana sifiwe. Mungu amekupa neema, umeenda kwenye nyumba umekuta kuna magomvi. Sasa wewe ndio umekuja kuheal. Tengeneza amani mamamke aanze kukupenda kwa sababu anashangaa, anakuchukia, lakini mbona, kama ulivyokuja, unaleta watu karibu badala ya kuwafanya nini, ya kuwagawa. Umemkuta kijana wake haongei na mamake, haendi nyumbani kumwambia, ili anmama, anashangaa mbona kijana wangu ananipigia, siuaza tu th, binti huyu, binti kaleta mabadiliko sasa. Kijana wake alikuwa naye, umekuja wewe. Ndio hapa unaomba ah, unaenda mbinguni ah, Maandiko nasema imani bila matendo. Maandiko nasema nionyeshe imani mimi nikuonyeshe nini? Matendo.